Siku ya jana imekuwa ni siku ya furaha sana kwa klabu ya soka ya Young Africa Sport Club ambapo wametinga fainali ya kombe la Muungano mwaka elfu mbili na ishirini na tano, kufuatana na ushindi wa penati tatu eh, kwa moja dhidi ya Zimamoto FC kutoka pale visiwa vya Zanzibar, so kwenye nusu fainali hiyo, Young Africa watachuana eh, na JKU FC ya Zanzibar eh, kwenye fainali ya Muungano, na kama inafahamika kwamba JKU bana wao waliweza kumtoa eh, Azam so full time iliweza kutoka moja kwa moja Zimamoto pamoja na Young Africa, Zimamoto wakiwa nyumbani, lakini pia Young Africa wakiwa wapo hugenini. Goli ambalo lilifungwa ni dakika sabini na moja pamoja na Said Mwinyi, Said Mwinyi eh, Said aliweza kuingia kambani dakika sabini na moja lakini pia maxi pia Nzengeli aliweza kuingia e, kambani dakika ishirini na tisa na gemu kuweza kutamatika kwa moja kwa moja, na wakaingia matuta. Na zimamoto bana, waliweza kukosa penati tatu wakaweza kupata moja, lakini klabu ya soka ya hapa e, Tanzania bara Young Africa wao waliweza kushinda kwa mikwaju mitatu, wakakosa moja kwakoee. Kama mdau wa soka, kama mdau wa kabumbu, je, yeah, unaiona Young Africa ikiwa inaenda kuchukua kombe la Muungano au unaiona JKU kwa kulichukua kombe la Muungano? Make sure drop comment yako kwenye comment hapo, utakuwa umetisha kinoma noma. Until next time, bye.